Nimtaja Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo, Mheshimiwa Mwita Mwikabe Waitara na Mheshimiwa Hawa Subira Mwifunga wajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru kunipa nafasi ili na mimi niweze kutoa mchango wangu kwenye hii hotuba ya waziri mkuu. Moja, naungana na wenzangu kumpongeza mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ambayo ameendelea kuifanya katika e, nchi yetu kwa ujumla na hususani katika jimbo langu la Msoma Mjini. Mwenyekiti, kama tunavyofahamu, sasa tuko mwisho, kwa maana ya awamu hii, ndio miaka yetu mitano sasa, tume tuna, ndio tunaelekea kumaliza, lakini mimi binafsi e, kama mbunge ambaye ninatoka nina Msoma Mjini, niseme tu moja kwamba naipongeza sana au naishukuru sana serikali. Kwa namna ilivyoweza kunipa fedha za kutosha na kwa namna hata kwenye zile ahadi tulizoahidi, kusema kweli, kwa Musoma Mjini tumefanya zaidi ya pale tulipotarajia kufanya. Kwa hiyo nampongeza sana mama Samia, lakini nawapongeza na wapiga kura wangu wa jimbo la Musoma Mjini kwa ushirikiano walionipa katika kipindi chote cha ubunge wangu wa awamu hii katika kipindi cha miaka mitano. Mheshimiwa mwenyekiti, niseme tu kwa ufupi kwamba kati ya yale mambo ambayo tuliokuwa tu, tu, tu, tuliyoyaahidi yani, mimi pale kwangu karibu yote ni kama yameisha. Maana leo unapozungumza mfano habari ya elimu, yani kulikuwa na tatizo la uhaba wa vyumba vya madarasa, uhaba wa mashule. Leo kila mtoto wangu anayefaulu anaenda sekondari na hata baadhi, yani tumekuwa na sekondari excess kwa sababu hata katika kipindi cha mwaka jana tu na mwaka huu peke yake nimepata sekondari zaidi ya mbili, nimepata na shule za msingi zaidi ya mbili, ambazo zote Rais amenipatia fedha zaidi ya milioni mia tano kila shule, na shule zimejengwa sasa, watoto wanaendelea kusoma. Hiyo ni mbali na zile shule zilizokuwepo. Kwa hiyo kwenye upande huo, sio shule ya msingi, sio sekondari, naomba tu niseme tuko vizuri. Kuna changamoto ndogo tu ambazo na sisi tunaendelea nazo kuzimaliza. Moja ni pamoja na ile changamoto ya watoto wetu kukaa chini. Lakini niseme tu kwamba leo mimi hapa nilipo, mimi mwenyewe nimejitolea pamoja na wadau eh, wangu wa maendeleo, tunatengeneza dawati zaidi ya elfu tatu na mia tano. Tunahitaji watoto wote wakae chini wakae juu ya madawati, lakini na mengine yabaki ya reserve kwa ajili ya watoto wengine watakaokuja. E, ili waendelee kusoma vizuri. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, hata ungeenda kwenye afya, kwenye afya na kwenyewe tumefanya vizuri, yaani katika eh, kwa maana kwamba kuna hospitali yetu ambayo ni hospitali ya rufaa inaendelea vizuri. Ile hospitali yetu ambayo mama alitupatia ambayo sasa ni ya manispa inaendelea vizuri. Vituo vya afya ametupatia fedha za kutosha. Leo changamoto ipo ndogo, na hata nimemuuliza hapo waziri wa afya na majibu nimepata, kwamba ile x-ray yetu ambayo ilikuwa haijakamilika ni wakati wowote ndani ya wiki mbili itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye upande huo naendelea sana kumshukuru mama yetu Samia Suluhu kwa, kwa namna alivyoendelea kutoa fedha kwa ajili ya maendeleo ya jimbo langu la Musoma. Mheshimiwa mwenyekiti, ukizungumza habari ya maji, mimi niseme nini? Kwa sababu maji kwangu asilimia mia moja, yaani hakuna mtaa usiokuwa na maji maeneo yote yana maji maji ya kutosha. Kwa hiyo kwenye upande huo sasa, hizi tunachoendelea nacho ni kusogeza tu maji, yani kila mwananchi asiende zaidi ya mita mia mbili kwenye, kwenye, kwenye upatikanaji wa maji. Kwa hiyo kwenye upande huo nako wala mimi sina lawa, sina lawama kabisa na serikali. Lakini kama hiyo haitoshi, mheshimiwa mwenyekiti, ukizungumza habari ya umeme, nadhani bungeni humu kwa bungeni, katika bunge lote hili ni jimbo langu peke yake ndilo maeneo ambalo ni, ni, ni tuko mjini lakini tumepata umeme wa gharama nafuu wa elfu 27 katika ile mitaa yote ya, ya, ya pembezoni. Kwa hiyo naendelea kumshukuru sana mheshimiwa Rais kwa namna alivyoweza kunisikiliza kilio changu akaweza kunipatia umeme wa bei nafuu pamoja na, na kwamba mimi ni mtu wa mjini. Kwa hiyo watu wangu wanaendelea hivi tunavyoongea, wakandarasi wako wanaendelea kusambaza huo umeme wa gharama nafuu. Kwa hiyo naendelea sana kum, eh, kupongeza serikali. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, hata ungegusa barabara. Ungegusa barabara ziko zile za TARURA kidogo, eh, na mvua ilipokuja ndio imetusumbua sumbua kidogo, lakini saa hizi tunaendelea na matengenezo, fedha tunazo, japokuwa hazitoshi, lakini walau maisha yanaendelea. Lakini mbali na hiyo, tumepata fedha, tunajenga kwa kiwango cha lami. Hivi tunamsubiri mkandarasi aingie saiti kuanzia pale Musoma basi kwenda kwenye hospitali yetu kubwa e, ile ya Kwangwa, lakini hata na zile barabara zetu, ile barabara yetu ya Shabani na yenyewe mkandarasi anaingia pamoja na ile e, barabara yetu ya Mkendo, kwa huko kote tunachapa rami. Kwa hiyo naendelea na, na kum, kumpongeza sana na kumshukuru mama yetu Samia kwa namna alivyoendelea kuleta fedha katika jimbo langu la Musoma mjini lakini kama hiyo haitoshi, tulikuwa na stendi mbovu. Leo yeyote yule akienda pale ataangalia ataona, sasa stendi imeanza kubomolewa, mkandarasi amepatikana, tunajenga stendi yenye zaidi ya bilioni kumi na nne ili watu wetu waendelee kufanya biashara yao au waweze kusafiri kwa raha, wakifika wa pale kwenye ile stendi yetu. Na kama haitoshi, hata kwenye lile soko, lile soko letu la Nyasho hizo fedha tulizopata, soko limebomolewa, linajengwa soko la kisasa, ili wajasiria mali wetu na wananchi wetu waendelee na maisha yao vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kusema kwamba leo ninapokuja, ninapokuja mbele yenu, kikubwa anachoendelea ni kushukuru. Maana kwa haya mambo makubwa yaliyofanyika, tuna kila aina ya sababu ya kushukuru, tuna kila aina sababu ya kujivuna. Hata kwenye habari ya uvuvi leo naishukuru serikali, wameweza kutupatia vizimba vya kutosha. Wajasiriamali wetu wanaanza, wamepewa mikopo, kwa hiyo ni kwamba wanaendelea na maisha yao. Tuna vizimba zaidi ya kumi na vinne, lakini bado hata leo tu nilikuwa nazungumza na waziri e, wa uvuvi na, na mifugo anasema wakati wowote atatupatia vizimba vingine. Hapo pote ni kwamba wananchi wetu waendelee kujenga uchumi wao na maisha yao yaendelee vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti nilidhani kwamba niseme hayo kama baadhi tu ya shukrani katika mambo mengi na makubwa ambayo tumeendelea kuyapata katika jimbo letu la Musoma mjini. Lakini pamoja na hayo mafanikio yako, ziko changamoto chache zinanisumbua, na katika zile changamoto chache zilizopo ni kwamba pale kwetu pale kuna kile kilichokuwa kiwanda cha Mutex, watumishi wake bado wanadai mafao yao baada ya serikali kuwa imekibinafsisha na siku zote serikali nashukuru kwamba inatupa kwa ina, ina, ina comfort kwamba inatafuta fedha kwa ajili ya kuwapa kuwashika mkono. Basi niombe ijitahidi katika bajeti hii waweze kulipwa mafao nani mafao yao, basi waweze kuendelea na maisha yao. Lakini jingine ambalo ni la kuikumbusha tu serikali ni ile mikopo ya huduma za, za pensheni kwa watumishi. Nakumbuka mwaka jana tulipitisha sasa watumishi wengi kule wananiuliza wangependa kufahamu hizo mikopo zinaanza kutoka lini ili waweze kupu, kupunguza zile mikopo za, za riba kubwa zile mikopo za kausha damu. Kwa hiyo nadhani hilo nalo naikumbusha tu serikali yangu iweze kuliangalia ili huo msukumo uwepo, basi maisha yaweze kuendelea. Moja ambalo ni la mwisho ambalo kwa kweli kwetu kule linatusumbua. Baada ya haya mafanikio yote kuwa yamepatikana huduma za jamii zote zimepatikana, lakini watu wangu wa jimbo la Musoma mifukoni mwao hali si nzuri, hali si nzuri kwa sababu, mheshimiwa mwenyekiti, viwanda vingi vimekufa, na hili tatizo la viwanda kwa kusema kweli ni tatizo la nchi nzima. Mimi nadhani serikali ina haja sasa ya kulifikiria upya, maana serikali viwanda vingi vilijengwa na serikali wakati ule, serikali ikiwa inajishughulisha na, na biashara sasa tulipoingia kwenye ubinafsishaji, serikali ikaachana na vile viwanda, tukawabinafsia watu binafsi. Kwa hivyo imeendelea kufa kimoja baada ya kingine. Sasa nadhani ni wakati muafaka serikali iliangalie tena, itakuja na modo gani namna ya kufufua viwanda ili watu wetu waendelee kupata ajira. Kusema kweli, mheshimiwa mwenyekiti, tatizo la ajira bado ni kubwa sana, na bahati nzuri eh, katika nchi yetu tuna nguvu kubwa sana ya vijana. Wale vijana, serikali inajitahidi, inawasomesha, wanamaliza shule za msingi sekondari, inawapeleka mpaka vyuo. Wakisha maliza, ajira zile zinazopatikana serikalini ni chache sana, na ajira zinazopatikana kwa watu binafsi ni chache sana. Kwa hiyo tunadhani tuna kila aina ya sababu ya kuangalia modo mpya ya namna ambavyo tunaweza tukawaajiri vijana wengi katika kilimo tukawaajiri vijana wengi katika biashara tukawaajiri vijana wengi katika ujasiriamali, na ndio maana leo ukiangalia, wako hata wageni wengi sasa, wanaingia wanachukua ajira za wale vijana wetu, na hao vijana sasa unawakuta saa sita za mchana wako kwenye puru kwa sababu hawana kazi za kufanya, kwa sababu hawana mitaji. Kwa hiyo tunadhani kwamba katika hii sasa bajeti inayokuja, na huko tunakoenda katika kipindi kingine cha miaka mitano Hebu serikali yetu ijikite zaidi kuona namna ya kuboresha eh, ajira za vijana ili maisha yao yaweze kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, naunga mkono hoja. Asanteni kwa kunisikiliza.